Katika nguvu ya upatanisho yes. Lazima uchue hii damu ya Yesu, nguvu yake kubwa ni kwenye upatanisho, na kuna vitu vingi ambavyo adui ameshughulika kwenye maisha yako yes, akaviondoa kwenye maisha yako ambavyo ukishapatanishwa na damu ya Yesu vinatakiwa kurejea kwenye maisha yako. Watu wengi wamekombolewa na damu ya Yesu, lakini hawakujua wanastahili nini katika ukombozi huo. Ndio maana wameishia tu, tumekombolewa na damu ya Yesu, lakini wanavyostahili hawajavipata mpaka leo. Haitoshi tu kukombolewa na damu ya Yesu, ni kurudishiwa vyote wanavyostahili kuwa navyo katika ufalme wa Mungu, kwa sababu wakati uko kwenye ufalme wa Mungu na ukiwa na upatanisho na Mungu aliye hai hau ulipokuwa na mahusiano na Mungu aliye hai haukuwa na kitu chochote kinachosumbua maisha yako. Ukitaka kuyajua maisha yako usiangalie maisha ulio nayo, huangalie mwanadamu alipoumbwa. Watu wengi waga wanatathmini maisha yao na kuyaangalia maisha yao kwa namna walivyo. Mungu hajakuumba hivi ulivyo, hangalie uhalisia wa mwanadamu kuumbwa kwake. Wazo la Mungu lilipotokea kwamba namufanye mwanadamu, wazo la Mungu lilipotokea kwamba namfanye mwanadamu awepo duniani yeah. Alimwazia nini huyo mwanadamu? Naongea watu hapa, kwa sababu ukiishia maisha ulionayo na ukaona ndivyo Mungu alivyokusudia kwako, hautapata nguvu ya kudai. Lakini ukijua mwanadamu alikusudiwa nini katika uumbaji wake, wakati Mungu anamuumba mwanadamu, alitaka awe nani? yeah. Haleluya halimpa nafasi ipi katika dunia hii? Yes. Haleluya, amen. Utaelewa kwamba maisha uliyonayo ni tofauti na Mungu alivyokusudia uwe katika dunia hii yes. Na utakuwa na nguvu ya kuomba kwa sababu sivyo alivyo, kama Mungu alivyokusudia uwe yes. alivyokusudia uwe na bado hiyo nafasi ipo ya Mungu kufanya kama alivyokusudia uwe. Na shetani anachoshughulika na maisha yako ni ukufunulia maisha yako ulionayo nayo, lakini akakusaulisha wewe ni nani kwa Mungu na Mungu alikuumba uwe nani. Ukitaka kujua maisha yako, lazima urudi kwenye Adam na Eva, lazima urudi kwenye msingi wa wazo. Na Mungu anapoanza kumuumba mwanadamu, alipoanza kumuumba mwanadamu, alimleta kama nani duniani halimweka wapi duniani, halimpa nini duniani, halimpa afanye nini duniani? Na hapo ndipo takapojua ninachofanya leo ni kusudi la Mungu au sio kusudi la Mungu. Ninaishi kama Mungu anavyotaka au nimekeuzwa? Ninaishi kama shetani anavyotaka au kama dunia inavyotaka? Ndio maana anasema usiifuatishe namna ya dunia hii. Haleluya. Kazi ya damu ya Yesu ni kukurudisha kwenye uhalisia wako wa kuumbwa kwako. Damu ya Yesu katika nguvu ya upatanisho, jambo la kwanza, upatanisho wa damu ya Yesu unakurudisha kwenye nafasi yako ambayo Mungu alikupa ukiwa unakusudiwa kuja dunia. Kwa hiyo kazi ya damu ya Yesu katika upatanisho ni kurudisha kwenye nafasi yako ambayo hiyo nafasi iliondolewa kwa hiyo haina faida kama umepatanishwa na damu ya Yesu na bado hujarudi kwenye nafasi yako. Isiishie tu ya kale yamepita na sasa ni mapya yanapopita, uhakikishe umerudi kwenye hiyo nafasi yako. Wakolosai 1:13 14, naye alituokoa katika nguvu za giza. Naye alituokoa katika nguvu za nini? Za giza. Haleluya, amen. Kazi ya damu ya Yesu ni ukuokoa mahala popote ambapo umetupwa hao, mahala popote ulipo, lakini sio mahala pako. Kwa hiyo anasema alituokoa katika nguvu za giza. Kuumba kwako Mungu alikuumba ili utawaliwe na nguvu za giza. Kwa hiyo lazima ufahamu nguvu ya upatanisho ni ukuondoa kwenye nguvu za giza na ukupeleka kwenye ufalme wa nuru, mahala ambapo Mungu alikuumba sio kwenye ufalme wa giza, ndiyo. Kwa hiyo unaposogelea meza ya Bwana, tambua ndani yako, kwenye nafsi yako, kwamba ninahamishwa kutoka mahala nilipowekwa na kurudishwa mahala inapostahili kuwepo, kwamba muda huu niko kwenye nguvu za giza. Damu ya Yesu kazi yake ni kukuhamisha kwenye nguvu za giza na ukurudisha kwenye ufalme wa Mungu. Sasa siishie tu damu ya Yesu, damu ya Yesu, jua kuna kitu kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho, yes. Kuna hatua ya mabadiliko inafanyika kwenye maisha yako Dio. kuna kazi kubwa ya mabadiliko inatokea kwenye maisha yako ni yes. muhimu sana, unapopokea damu ya Yesu, jua kuna kitu lazima kibadilike Amen. kuna nguvu za giza lazima ziondoke Dio. kama ni ugonjwa lazima uondoke Dio. Kama ni ukataliwa lazima kuondoke Amen. Kama ni umasikini lazima kuondoke. Kila oroza ya nguvu za giza lazima ziondoke yes. Kwa hiyo ni kujikagua, wakati unapokea mwili wa Kristo, hiki nilicho nacho ni nuru au ni giza? Hiki nilichobeba ni nuru au ni giza? Na kazi ya damu ya Yesu ni kunihamisha kutoka kwenye giza na kuingia kwenye nuru. Kwa hiyo chochote kilicho ndani yangu ambacho ni giza lazima yes. kiondoke Amen na vitu vimeshikilia ndani yako ni ufahamu wako kuruhusu viachie mwili wako. Imani ni kuruhusu visivyotakiwa ndani yako visukumwe na ile nguvu ya Mungu viondoke. Unapopoteza imani, manake umeruhusu vile vilivyo ndani yako viwe na nguvu ya mahara pa kushika hata. yes. nguvu za Mungu zinapopita haziwezi kuondoka kwa sababu vimesha mahala ambapo viko salama unapojaa imani katika damu ya Yesu yeah. Maanake umeregeza vyote vilivyoshikwa oh, ndani yako nguvu yes. za Mungu zinapopita vinasukumwa kuondoka. Sasa amen, amen. Unajua kitu sio rahisi ukisukuma kama kimeshikilia mahala na kimepigiwa msumari. Hata kama nguvu za Mungu zikipita asina namna ya ukisukuma kiondoke. Kwa nini? Imani, imani inasababisha vile vilivyoshikilia ndani yako vilivyopata uhalali yes, wa kukaa ndani yako. Imani, unapomwamini Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuiamini damu yake, umeruhusu vilivyo ndani yake visipate mahali pa kushika visipate mahara pa kugangania. Kwa hiyo, maana yake umerekeza ule ufalme wa giza, umerekea taa, lakini wewe hauna nguvu ya kusukuma viondoke. Kwa hiyo, ukisharegeza na kuvikataa ndani yako, manake nguvu za Mungu zinapoingia zinasukuma kila kisiotakiwa kuwepo, na kinaondoka ndipo anaposema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuremewa na mizigo. Sikiliza, asemi nitakufuata wewe, unakucha Umelemewa na mzigo. Kwa hiyo hiari ya kuondolewa mzigo ni wewe mwenyewe unaposikia umelemewa, lakini anayekutua huo mzigo ni yeye mwenyewe. Yes.